Sasa turejelee taarifa yetu ya hapo awali, ambapo jioni ya leo watu sita wameuawa na mamia wengine kujeruhiwa kwenye siku ya maandamano ya vijana wa Gen Z kuadhimisha mwaka mmoja baada ya wenzao zaidi ya sitini kuuawa. Waliouawa walipigwa risasi na maafisa wa usalama kwenye sehemu kadhaa nchini. Hii ni kufuatia makabiliano kati ya maafisa wa usalama na vijana waliojitokeza kuandamana leo. Na kama sasa anavyotuarifu Mary Moki, waliojeruhiwa na kufikishwa hospitali ya Kenyatta Nairobi walikuwa na majeraha ya risasi huku waandamanaji wakikabiliana na polisi jijini Nairobi wahudumu wa afya walikuwa katika harakati za kuwasaidia waliokuwa wamejeruhiwa. Bishi yetu wamemtoa meno yote hapa, kuna shimo hapa. Ah, jamaa ananiambia kuna demo ameshutiwa amepelekwa Jamia Mosque. Sasa nikamuuliza anakaa, jamaa amevaa aje? Akaniambia amevaa t-shirt ya white. Alipigwa risasi hapa, yeye alikuwa amekaa akigojea gari ya kwenda Kangware So askara akasema naua naua, kapiga risasi hapa, risasi mbili, moja hapa kwa na ingine kwa mkono. Kijana, alikuwa anaandamana, nilikuwa miongoni mwao e, nikakutana na polisi, walikuwa wengi, wakapita wakanifuamia, mmoja akanipika kanipika juu kwa kichwa, wengine wakanipika marungu, lakini kwa kwa hiyo, wakati nikapepe na ambulance, nimeletwa Kenyatta hasa, nimetipiwa, nimeambiwa niende kwa nyumba. Zaidi ya watu mia tano walipokea huduma za matibabu kutoka kwa wahudumu wa afya waliokuwa jijini, wengi wao wakipokea matibabu na kuondoka. Kufikia mwendo wa saa nne asubuhi, magari ya ambulansi tayari yalikuwa yanawasili katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mtu huyu anauguza majeraha baada ya kupigwa risasi na polisi usoni. Watu hamsini na saba walikuwa na majeraha mabaya ya kichwani huku wengine wakiwa wamevunjika baadhi ya viungo mwilini. Hao walipelekwa katika hospitali za Kenyatta na Mbagathi. Kenya Medical Association and Beyond the Stethoscope.

Katika msikiti wa Jamia wahudumu wa afya kutoka shirika la Red Cross walikuwa hapa kutoa huduma kwa waandamanaji. Na majeruhi walifika kwa wingi, baadhi yao walihudumiwa na kuondoka, huku wengine wakipelekwa katika hospitali ya Kenyatta kwa matibabu zaidi.

Na huku maandamano yakiendelea, taswira nyingine ilianza kushuhudiwa huko Olkalau. Wananchi walielekeza ghadhabu yao kwa maafisa wa polisi wakivamia kituo cha polisi, ambapo walipigwa risasi na maafisa hao. Taswira kama hiyo ikishuhudiwa huko Molo. Katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos, watu wawili walipigwa risasi na kuuawa walipojaribu kuingia katika kituo cha polisi na huko wote watu wengine wawili walipigwa risasi na kuuawa. Maandamano yaliyoshuhudiwa katika eneo hilo yakiathiri usafiri katika barabara kuu ya kuelekea Mombasa. Na mtaani pipeline, mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa. Zaidi ya watu mia moja hamsini wameripotiwa kujeruhiwa katika maeneo tofauti nchini. Maandamano ya leo yakiibua kumbukumbu yaliyoshuhudiwa mwaka mmoja uliopita ambapo waandamanaji waliuawa na wengine kujeruhiwa. Mary Mwoki. Runinga ya Citizen.